Na magunguni wa mwenyekiti wa tawi la Nyanwiga ndoaawanuaipa shukuru tatie mbunge kwa kufika hapa kwa ajili ya ahadi ya mbunge, ambao kweli mbunge wetu ni mbunge jembe, ni mbunge ambaye hana ahadi za uongo uongo za ana hadi kamili Meshatmambo mengi na tayari zetu <coughs> njiga tunaaye pamoja mpenda na tayari ameshatekeleza. Fikishia salamu zetu tunaye pamoja, bado ina mapungufu za zaidi zaidi ya kero zaidi ya barabara ambayo ndio kero ya wananchi kwa sehemu kubwa zaidi ya kero za wananchi pamoja na kero zingine lakini kero kubwa kabisa ni barabara. Basi mfikishie salamu zetu na tunaamini kwamba kwa jitihada zake anaweza kutusaidia. Na kwa majina naitwa Dionizi Maige Hoja na ni mwenyekiti wa sisi, ni mshupavu mchapa kazi na maendeleo na hakika zake ni mtu wananchi tunayaona matunda yake. Na kisha asema jambo ni moja kwa moja, ni kufanyika ahadi zake zinazotekelezwa. Kama moja, aliahidi kitu fulani, aliahidi mabati pale ya hospitali na kweli ahadi zake alileta ya mabati, na mpaka sasa ameahidi tena pale shuleni mifuko ya simenti mifuko ishirini, na mpaka sasa hivi ahadi zake ameziwakilisha. Kwa hiyo tunamsifu sana mbunge wetu, tunamshukuru kwa yote, uchapakazi wake, sisi tuko naye pamoja. Naomba wakati Mungu fikishia salamu na kwa, kwa zetu aa mmoja naye na tunamshukuru sana, aendelee na moyo ai wa kutusaidia wanajamii wa sasa na uenezi kata ya Nh'omolwa, kwa niaba ya mwalimu mkuu ambaye ana darasa kidogo na kusema habari hizi. Kwa binafsi nafurahi na kwanza kwamba ile ambayo tulisema siku ile kwa niaba ya kijiji na wanafunzi na mwalimu mkuu pia kwamba limetekelezeka kwa haraka sana. Kwa hiyo ni shukrani dalati tu kwa mheshimiwa mbunge. Naomba salamu hizi zifike kwa niaba ya uongozi wa shule ya msingi ya Mengi kwamba tunamshukuru sana sana na tunamuamini kwa sababu ahadi kutekelezeka kwa haraka na namna hii. Kwanza ni kitu ambacho hakijazoeleka. Tumezoea hata kwamba tukiahidiwa na vijiji lakini kwa namna hii kiukweli ni, ni imani kubwa kwetu mbunge, hatuamini kwamba a tukefanya kazi kwenye kile ambacho tumekiomba, lakini pia ni imani kubwa sisi, tuna imani kubwa kwa mbunge wetu. Kwa hiyo ufikishe tu salamu zetu, salamu za uongozi wa shule ya msingi Nyandige, kwamba tunamshukuru sana mbunge sana kwa heshima ayotupatia. Asante sana. Mimi kwa peke yangu shukrani zangu zielekee kwa Mheshimiwa Mbunge. Hata siku yenyewe niliongea nikasema, mheshimiwa wetu tunamwamini sana, ndio maana hata kipindi kile alitimiza ahadi, aliahidi mabati akayaleta. Hata sasa hivi umfikishie ujumbe huu, sisi wananchi wa kata ya Nh'omolwa na wananchi wa Nyanwiga tunamwamini sana. Ndugu zangu, sasa tumezungumza, mimi nimezungumza, chama kimezungumza, wadau wamezungumza na mimi nimezungumza, na hoja imesemwa ni ile ile, ile barabara. Na tulikwisha kusema kwamba barabara ikishaingizwa kwenye mpango wa Arani, maana yake huwa haingizwi tena pesa za ukarabati mpaka ifikie hiyo hatua, lakini maombi yenu na bahati nzuri Mheshimiwa Juani yuko hapo, kwamba sasa nimechoka kiwango cha kuchoka sasa wakati tunasubiria lami tunafanyaje? Si ni swali zuri pale, si watu wanauliza uu sana? Eti tena hilo watu wanaweza kwamba sasa imechoka kiwango cha kuchoka sasa. Sasa hilo nalo tumelibeba, mheshimiwa mbunge atalipata ataliona, ataona namna gani kifanyike kwa kushikana diwani wake na hasa na majiwani wake walioko hapa. Ndugu zangu, mimi niseme mipango yote ni vizuri kama alivyosema mjumbe wetu lakini uzuri wa mipango yote hii imwendee Mama Samia Suluhu Hassan kuendelea kutuona na kutuunga mkono pia na kumwamini kijana wetu Nikodemas Maganga kwenye bunge lake la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Raisi Samia amekuwa ni mkweli, amekuwa ni mtu wa kutusaidia sana. Mkumbuke hii wilaya, Raisi Samia ndio ameitoa, tulikuwa shimoni. Kama tulikuwa tuna hospitali ya wilaya? Leo tuna hospitali ya wilaya chini ya utawala wa Samia na chini ya uwakilishi wa Maganga lakini hii, hii wilaya hatukuwa hata na chuo kimoja chini ya utawala wa Samia chini ya uwakilishi wa, wa Maganga na wabunge na madiwani tumekuwa na chuo cha VETA. Lakini shule ya ufundi tulikuwa hatunayo, chini ya utawala wa Samia na chini ya usimamizi wa uwakilishi wa Maganga, wa hapo pia tumepata hicho chuo tu. Lakini sio hivyo tu, vituo vya afya vingi tumepata chini ya utawala wa Rais Samia chini ya uwakilishi wa Maganga. Tumekuwa mboga tukipanda maendeleo ya juu sana. Karabati wa barabara wenyewe, watu wamesema vizuri.